Kwa majina naitwa Comrade Rugambwa Deogratius, ni katibu wa mkoa wa Chama cha Wafanyakazi wa Serikali za Mitaa kwa mkoa wetu wa Singida. Uh, kimsingi sisi viongozi wa vyama vya wafanyakazi, kwanza tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuridhia maadhimisho haya ya Mei Mosi kitaifa kufanyika katika mkoa wetu wa Singida. Tunafahamu kwamba sherehe za wafanyakazi uh, ndio sherehe ambazo huwa zinakutanisha wafanyakazi wote duniani kwa ajili ya kufurahi na kusherekea, lakini pia kupeana pongezi kwa kile ambacho kimefanyika. Uh, maandalizi ya Mei Mosi kitaifa kwa mkoa wetu wa Singida kimsingi yana almost asilimia ya 90, uh, zimebakia tu final touches zile, lakini wafanyakazi tuko zaidi ya tayari kwa ajili ya kumsubiri Mheshimiwa Rais na kusikiliza kile ambacho Mheshimiwa Rais anakuja kukizungumza mbele ya wafanyakazi sisi wafanyakazi Uh, na mimi binafsi kwa niaba ya wafanyakazi wenzangu, lakini kwa niaba ya Chama cha Wafanyakazi uh, wa Serikali za Mitaa, tunampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa mambo mengi sana ambayo amewafanyia wafanyakazi. Tunampongeza kwa kupunguza kodi ya mishahara, lakini pia tunampongeza kwa kuendelea kulipa madeni ya watumishi yale yanayotokana na mishahara, lakini yale mengine yasiyotokana na mishahara, lakini lakini pia pia hata huduma za matibabu kwa watumishi, lakini pia kwa watumishi wananchi zimeendelea kuboreshwa. Kama mnakumbuka, awali huduma uh, ya mfuko wa hifadhi mfuko wa bima ya afya uh, ulikuwa unahudumia mpaka watoto wa miaka 18, lakini Mheshimiwa rais alipunguza mpaka kufikia uh, watoto wenye wa umri mpaka wa miaka 21. Lakini pia yako mambo mengi sana ambayo Mheshimiwa rais ameendelea kuwafanyia watumishi. Uh, sisi kwa, kwa niaba ya chama cha wafanyakazi wa serikali za mitaa nampongeza sana Mheshimiwa rais, lakini pia tuko tayari kwa ajili ya kumpokea katika siku ya maadhimisho. Asante sana.